Na mtu unaendelea na matangazo yetu, na sasa ni habari. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesisitiza kwamba taifa hilo litafanya kila liwezalo kulizuia kundi la Hezbollah kujimarisha tena nchini Lebanon. Netanyahu amesema hayo alipokuwa akifungua mkutano wa baraza lake la mawaziri na ameongeza kuwa hatua hiyo itaondoa kitisho cha usalama dhidi ya Israel. Amesema hatua hiyo pia itachukuliwa dhidi ya kundi la Hamas katika ukanda wa Gaza akidai kuwa limekuwa likikiuka makubaliano dhaifu ya usitishwaji mapigano yaliyofikiwa kati ya Israel na kundi hilo na yaliyoanza kutekelezwa Oktoba 10 mwaka huu. Na kundi hilo la Hezbollah limethibitisha kuuawa kwa kiongozi wake mwandamizi Haitham Ali Tabtalai kufuatia shambulio la Israel jana katika kitongoji cha kusini mwa Beirut. Taarifa ya kundi hilo imeeleza kuwa Tabtalai ameuawa katika shambulio la kihaini kwenye eneo la Haret Reik, bila kufichua nafasi yake kamili ndani ya kundi hilo. Kifo hicho kinatajwa kuwa hasara kubwa kwa Hezbollah na ndicho kifo cha juu zaidi cha kamanda wake tangu kuanza kwa usitishaji wa mapigano Novemba elfu mbili na ishirini na nne, uliolenga kumaliza zaidi ya mwaka mmoja wa uhasama kati ya Israeli na wapiganaji hao wa Hezbollah. Waziri wa mashauri ya kigeni wa Marekani Marco Rubio amesema kuna maendeleo mazuri katika mazungumzo ya kukamilisha mpango wa amani uliopendekezwa na Marekani ili kumaliza vita kati ya Urusi na Ukraine. Akizungumza baada ya kukutana na wawakilishi eh, wa Ukraine na Ulaya mjini Geneva nchini Uswizi. Rubio amesema bado kunahitajika kazi ya ziada ili kufikia makubaliano kamili. Kwa upande wake rais wa Ukraine volodimir Zelenski amesema kuna dalili kwamba timu ya rais donald Trump inawasikiliza kauli, inayojiri wakati kukiwa na wasiwasi kutoka Kiv kuhusu mapendekezo yaliyovuja kuonyesha kuipendelea Urusi. Mkuu wa jeshi la Sudan, Abdel Fattah al Burhan amekataa pendekezo jipya la usitishaji mapigano kutoka kwa mjumbe wa Marekani, Massad eh, Boulos akisema lina upendeleo kwa sababu ya ushiriki wa Falme za Kiarabu katika kundi la wasuluhishi la Quad. Amesema msimamo huo unaweza kuhatarisha zaidi juhudi za amani licha ya RSF kukubali pendekezo hilo. Kauli ya Burhani imefuatia ahadi ya rais wa Marekani, Donald Trump kujaribu kumaliza vita baada ya kushauriwa na mwana mfalme wa Saudi Arabia, Mohamed Bin Salman maarufu kama MBS. Tunaye hapa Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa masuala ya Kimataifa, kupata uchambuzi kuhusiana na taarifa hizi. Rahbi, karibu sana, shukrani sana. A, tunamuona, a, Burhan Burhani akakikataa aki pendekezo la Marekani. E, kumekuwa na vita kati ya majenerali haw wawili Burhani pamoja na Daglo, Daglo. E, na kumekuwa na shutuma kwamba huyu anaungwa mkono na nchi fulani huyo na nchi fulani. Na Trump alisema bana hi, huu mgogoro wa Sudani haukuwa kipaumbele, kuna kitu hajuhaukuwa mezani <laughs> hasa baada ya kuombwa na e, MBS basi mm, sawa akasema basi sawa, nitashughulikia. Ona ameanza kushughulikia na ametuma ujumbe kwenda Sudan, ila sasa ujumbe huo na mapendekezo yake amekataliwa na e, Abdel Fattah al-Burhan. Kuna shida moja ambayo imekuwepo halafu nimeona ni kama ilikuwa inalazimisha na baadhi ya vyombo vya habari na watu waliichukua sana ku, ku, kuweka usawa kuwa Burhani ndio mtawala wa Sudan au jeshi la Sudani ndio lina haki ya kuongoza Sudan. Hapo ndio imekuwa shida kubwa kuamini kuwa, kuwa kina Burhani kuwa wao wana haki lakini RSF hawana haki. Serikali ya Sudani iko chini ya nani kwa? Serikali ya Sudan inayotambulika iko chini ya jeshi, lakini jeshi lilijipa li, li, vipi mamlaka hali ya kuwa kwenye uongozi walikuwa wote na RSF, kwa sababu wakati walivyompindua, lakini si halali, ndivyo unaweza kusema kuwa wakati eh, walivyompindua uh, nani Albashir Serikali iliyoundwa ndani ya Sudani ilikuwa serikali ya pande mbili. Upande mmoja ulikuwa kati ya jeshi na RSF ikiwa upande mmoja, upande wa pili ulikuwa waziri mkuu Abdallah Hamdok. Sasa alivyopinduliwa waziri mkuu Abdallah Hamdok, ikabaki jeshi na RSF ndio wanaongoza nchi. Walivyokuja kukorofishana wao, jeshi likatulazimisha tuitambua RSF ni haram, lakini wakati wanaongoza wao, hata baada ya kumpindua waziri mkuu aliyekuwa kiongozi eh? ni huyu Burhani, naibu wake alikuwa ni Dagalo, na ndio hivyo walikuwa natumana, we nenda huku, mimi narudi huku, ni mtu na naibu wake. Sasa walivyokuja kukorofishana, jeshi likachukua uhalali kusema kuwa sisi ndo tuna mamlaka ya kuongoza na hawa ni magaidi. Sasa hapo ndio imekuwa tofauti. Mfano, ukisikia lawama za Burhani anazozitoa kuwa M makubaliano yana upendeleo, kwa sababu gani? Anasema Quad, Quad ni ushiriki ambao yumo Saudia yumo Imarati, uh, yumo Uturuki, sawa. Mm. Sasa yeye analalamikia kwa sababu ndani ya Quad na Marekani yumo. Sasa ndani ya Quad analalamikia nani yupo? yupo Imarati, sawa mm. Imarati atatoa upendeleo kwa nani? kwa nani, kwa RSF, lakini ndani ya Quad yumo Saudia, yumo Uturuki ambao pia ni wanaisapoti nini jeshi. kwa nini na hawa, hawa wasitoe upendeleo kwa jeshi? kwa sababu Burhani anataka kulazimisha kuleta uhalali kuwa jeshi ndo lenye uhalali vita ya Sudani kwambie ni moja ya vita ngumu sana ambayo haiwezi kumalizika kwa staili yoyote bila hiyo staili ambayo anaiwaza Burhani, kwa sababu Burhani anachosema kuwa jinsi yani walivyopelekewa ile proposal, wanapelekewa ile mpango, ule unaonyesha kuwa RSF watabaki kuwepo. Ye hataki, anasema RSF wanatakiwa waondoke kabisa maeneo wanayoyashikilia, wasiwepo wala wasishirikishwe kwa namna yoyote. Sasa huwezi kuambia eti waondoke hali ya kuwa tayari wenzao wanashikilia mikoa mitano, kwa sababu magharibi yote wanaishikilia, yani majimbo ya Dafur yote yako chini yao, RSF wanapakana. Sasa uwezi kusema eti Sudan leo unaikonekti, kwa sababu ukichukua Dafur inapakana karibu na nchi tano, na ndio eneo wanalishikilia wao: Sudan Kusini, sijui jamhuri ya Afrika ya Kati, Libia, Chad, yote wanapakana nayo wao. Sasa Trump staili yake ya kumaliza vita, jinsi anavyoweza kumaliza vita, Trump hamalizi vita kwa kwa, kwa mahitaji yani, we chukulia tu kwanzia mizozo alivyoanza kuisuluhisha kuwa ukienda kwenye kwenye meza good luck ukienda kwenye meza hivi, mimi na wewe tumegombana, we ulichokishikilia nami nichoshikilia Trump ana yes. Anaomaliza anavyomaliza vita yake kuwa wewe yes. Baki na chako, huyo baki na chake, hakuna kusema huyo ana uhalali wa kuchukua hiki, angalia kuanzia mgogoro wa Pakistan, nani Pakistan na India, angalia mgogoro wa, Colombia, wa, wa, wa Cambodia, naenda katazame mgogoro wa Kongo wa, wa jinsi alivyoumaliza M23 wamebaki kwenye yale mm -hmm. maeneo wa ambayo wamekuepo, lakini jinsi alivyomaliza mgogoro wa wapi wa Gaza. Nenda katazame proposal inayowasumbua sasa hivi ya Urusi na Ukraini. yeah. Anamaliza mgogoro kwa staili ile ile kuwa ulicho nacho, baki stal nacho. Mm -hmm. Sasa kwa kile anachokitafuta Burhan kwa njia ya kumaliza mgogoro mgogoro wa Sudani kumalizika kwake una staili ambayo naweza nikakupa kwa, kwa asilimia kwa asilimia themanini mgogoro wa Sudani utamalizika kwa ku, kukua, kugawika Sudan, ndio utamalizika kwa kuigawanya tena. Kwa asilimia themanini maana maana ile ile Sudani inazidi kugawanyika, mwongo mmoja na nusu iligawika ikatoka kusini. Sasa kwa sasa hivi kumaliza mgogoro wa Sudan ilikuwa hivi, su... hivi, hivi, sio? No, wakati ule ilikuwa madai ya uhuru wa kusini kusini walidai kuwa sisi tunadai uhuru wetu, kwa sababu sisi tunaonekana sio kama nyinyi mm. Kwa ma nini, utamaduni, dini na vitu vingi, kwa sababu kusini ndio ilikuwa ina Wakristo wengi yeah. Lakini Sudani wakati wa kina Turabi ilikuwa inang'ania kuendesha kwa misingi ya Kiislamu, sasa hawa kusini wakalazimisha kutoka yeah. Sasa kusini walitoka, hawa waliobaki, kwa hivi sasa, ili kumaliza huu mzozo, mimi nakupa ni 80% Sudani itagawika mm. Yani izaliwe nchi nyingine kwa sababu ambayo itakuwa chini ya RSF, ambayo itakuwa ile Darfur yote inabaki RSF, kwa sababu RSF sasa hivi wana uwezo mzuri wa kuchora ramani yao ya Darfur, kwa sababu jeshi halipo tena kule, ila wako upande wa pili kuanzia Kordofani kurudi huku ndio wapo. Sasa Darfur ndio eneo lenye utajiri mkubwa wa dhahabu huni ni, ni, ni asilimia kama ngapi vile ambazo sasa hivi iko chini ya RSF? RSF wanashikilia okay. mikoa mitano kati ya mikoa 18 hmm. Lakini mikoa mitano ya magharibi ni eneo kubwa zaidi, kwa sababu Darfur ni kubwa ukilinganisha licha ya kuwa jeshi bado inashikilia eneo ina kubwa zaidi yeah, kwa, kwa, kwa eneo la ardhi lakini bado hii mikoa mitano ukilinganisha na hii mikoa kumi na tatu bado utaona kuwa bado RSF pia wana eneo kubwa, licha ya kuwa jeshi ina kubwa zaidi mitano hii, lakini ina nafasi kubwa zaidi mm. ukilinganisha na hii kumi na tatu uh, unadhani, uh, na tatu ambayo imebaki upande wa pili unadhani Burhan alikuwa na sababu za msingi za kukataa pendekezo la Marekani? Anazo sababu za, za, za yeye kwa kile anachokiona, kwa sababu yeye bado analeta kwenye lile le swali kuwa mimi ndio nina uhalali hmm. Sisi ndio jeshi kwao, sisi tuna uhalali wa kuimiliki nchi. Ndio pekee alichonacho na kuona kuwa RSF ni wavamizi, kwa hiyo waondoke. Hilo pekee ndio analoliona, lakini RSF ni wa Sudan yaani mgogoro wa Sudani na walikuwepo serikalini na, na walikuwa washirika wake mm, na yeye aliwatuma ali, ali, ali alimtuma Dagalo nenda huku kutf... Sasa yeye alivyokuja kukorofishana naye akataka wote wawe maadui. Hii RSF ni, ni, paramilitary yani ni, ni, ni kikundi ambacho kinafanya kazi za serikali lakini hakiko connected moja kwa moja na jeshi, sio, yani kwa maana ya kwamba hakipo kwenye ule mfumo rasmi wa jeshi, lakini ni kikundi ambacho kinatumika E, katika shughuli mbalimbali za serikali wakati wa al-Bashir wakati wa nyuma. Sasa swali e, e, langu ni kwamba hii inaonyesha e, hasa pia kwa nchi nyingine e, inatufanya ina, e, ina tu, tuone nini hasa hasara za kutumia vikundi e, tofauti na kutumia mifumo rasmi ya kijeshi katika nchi. Nadhani Sudani wakati RSF wanatoka kuwa Janjaweed mm. kuja kuwa RSF katiba ilirekebishwa RSF walikuwa na ripoti kwa rais tu, yaani ilikuwa ni jeshi maalum kwa ulinzi wa rais, lakini walikuwa na ripoti kwa rais moja kwa moja. Sasa kilivyokuja kutokea, Albashir akapinduliwa, katiba ikasimamishwa, kwa hiyo RSF wakawa kama vile hawana mwangalizi yeah. yaani hawaripoti kwa mtu yoyote, ndio maana wakajikuta wamejiconekti. Nadhani baada ya vurugu za RSF nakumbuka mgogoro uliotokea kati ya jeshi la urusi na, na wagner kipindi kile, wakati wagner wanataka kuasi mm. Unaona, Urusi hatua walizozichukua haraka haraka walilimeza lile Vagna baada ya, wa, wa, ya kiongozi wao wa, ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, kuanguka na ndege mm. wakati huo mm. kilichotokea Vagna ilifunikwa ikawekwa chini ya wizara ya ulinzi, halafu wale makamanda wakabadilishwa badilishwa huku na huku. Leo hatuzungumzi kuhusu Vagna, tunazungumza kuhusu maslahi ya yani, Vagna iligeuzwa ikawa kama vile kikosi kile cha Alkudsi mm. cha Iran yeah. ambacho kinakuwa moja kwa moja ni part of IRGC kwa hiyo Wagner wakapachikwa wakawa kwenye wizara ya ulinzi. Sasa Sudani walichelewa. RSF ilikuwa ni kikundi pekee kabisa ambacho kiko pembeni na generali wake na kamanda wake na kila kitu, ulinzi maalum wa rais. Sasa licha ya watu kuwa wanakufa sana nchini Sudan, hali ni mbaya ya kibinadamu. E, Sudan leo hii huwezi ukaitaja kama sehemu ambapo binadamu wanaweza wakaishi comfortable kabisa, kabisa, kabisa. E, hali ni mbaya sana, sana, sana. Ni sababu watu hawa wawili tu madaraka Eh, shida, shida ni nini? Ni, ni, ni, ni, ni tamaa tu ya kuwa na madaraka. Lakini sasa kwenye hayo madaraka wanamuongoza nani? Ikiwa watu wanakufa, wanakufa, wanakufa kila siku, wengine wanakufa kwa njaa, wengine wanakufa kwa kuuawa. Unakumbuka mzozo wa Libya wa 2011? hmm. Raia wa ndani wa Libya walikuwa wakimpinga Gadhafi wa hiki na hiki na hiki na hiki, haraka haraka, wakati maandamano yameanza na mapambano ya kupambana na waandamanaji yalivyoonekana, tulisikia Neto ikiongozwa wakati huo na Obama Hmm, amdi alikuwa akasema kuwa ni lazima tukawatetee watu wa Libya sawa, wanakandamizwa na serikali yao, na kweli NATO ikaingia kwenda kutetea watu wa Libya. Kwani haiwezi kuingia Sudan kwenda kutetea watu wa Sudan? Hmm, kwa nini hawawezi? Kwa sababu katika washirika, unajua mfano ukiutazama mgogoro hmm. Ukiutazama, okay, mgogoro wa Sudani ulivyoanza 2018 2019, baada ya kura 2018 kwenda 2019, unajua Albashir alishinda kwa zaidi ya asilimia 90, 2019 aliowaaminisha kuwa ameshinda kwa zaidi ya asilimia 90 na kitu, waliingia barabarani kumpinga. Tuliuona mgogoro wa ndani, sasa hatuoni tena kama mgogoro wa ndani, tunauona mgogoro wa kimataifa. Ndio hiki Burhani anachokataa kuwa hatutaki hmm makubaliano ya Marekani kwa sababu Marekani ni mshirika wa Imarati. Kwa hiyo kinacholetwa mezani kwetu ni upendeleo wa Imarati. Sasa kuna, kuna hoja kwamba kuna baadhi ya nchi za Kiarabu zinaiunga mkono RSF na kuna baadhi ya nchi zinaiunga mkono e, e, e, zinamuunga mkono al-Burhan na jeshi lake la Sudan. Ndio tunaweza tukazifahamu nchi hizo kumkano? Saudi Arabia mm. anaunga mkono jeshi mm -hmm. hata Irani ametajwa kuunga mkono jeshi la Sudan. Uturuki anaunga, anaunga mkono jeshi. Imarati anaunga mkono RSF Umeona, kwa hiyo zenyewe zimejiweka hivyo sasa. Hapa kinachoumiza ni kitu kimoja tu, kuwa hawa wanaounga mkono wako karibu na nani? Ndio maana ugumu. Saudi Arabia, Uturuki, Marekani na Imarati, Marekani watu wanapata wapi silaha? Ziko wazi. Marco Rubio amezungumza kwenye mkutano wa G7 juzi, alipokuwa Kanada hmm. anasema kuwa tunazijua nchi zinazopeleka silaha kwa uchunguzi wa Umoja wa Mataifa ambao umethibitisha zaidi ya mara tatu hmm. kuwa usafirishaji wa silaha unatumia Somalia mm -hmm. Bos, uh, uh, kule Bosaso kwenye jimbo la Portland mm -hmm. ambalo Imarati anasafisha silaha mpaka pale, halafu zikitoka pale zina cross kuingia Chad, halafu zinaingia kwenda kwa RSF UAE, UAE, UAE Imarati UAE ana, ana maslahi gani na Sudan? Biashara kubwa ya dhahabu ni uh, ya iko UAE na na, na na, Sudan. Sudan mfano nitakwambia, lakini sasa, kama ni hivi, kwa nini achague upande wa RSF na sio jeshi? Kwa sababu upande wa RSF ndio uko kwenye kwenye asali na RSF ndio alikuwa akifanya nao kazi kwa muda mrefu, kutokana na jiografia na ya maeneo na, na, na ambayo asili ya RSF walipo mm -hmm. Asili ya RSF walianzia Darfur, kwa hiyo toka wakati wako Darfur walikuwa wakifanya biashara kubwa kampuni okay. kubwa ambazo, mfano, wakati mwisho wa serikali ya Biden iliweka vikwazo Uh, iliweka vikwazo kwenye kampuni nyingi ambazo zilikuwa zinamhusu Dagalo mm. Ziko Imarati. Na sehemu kubwa ya jumuiya ya kimataifa inaunga mkono upande gani? Kati ya jumuiya ya kimataifa bado imekaa neutral, kwa haiwezi kaunga mkono upande wote kuwa, kwa imekuwa ikijaribu yaani, mm. wote hawapo kihalali kwa sababu ndio ndio jibu hilo, hawana uhalali wa kuwatawala kwa sababu hawajachaguliwa, yani wote hawana sasa. Eh, kulikuwa na hali kama hii Sudan Kusini kati ya Salva Kiir na Mayardit pamoja na Riek Mashar na na moja kati ya solution ambazo zilionekana kufanya kazi mwanzoni japo ba, baadaye zilileta shida ni kufanya sasa mmoja, wewe utakuwa rais, wewe utakuwa makamu ase ama, ama tuseme wewe, kwa maana ya kwamba kupeana kala wewe. Sasa shida si si ni mkate bwana, ni madaraka wewe, mm. chukua hii, na haiwezekani hawa wawili e, wote wakawepo kwenye uongozi wa serikali. Uh, shida moja, hawa wote ni, ni, ni wanajeshi mm. na wote wako kwenye mifumo ya kijeshi, na shida kubwa ilikuwa ikisumbua ni kuwa wakati RSF na jeshi la Sudani wanaanzisha mzozo hmm. Karibu walikuwa wanalingana nguvu yani uwezo ulikuwa unakaribia kulingana kwa ukubwa wa namba ya askari na wapiganaji na silaha, kwa ukubwa wa namba na wapiganaji, na silaha tofauti yao ilikuwa ni ndogo sana kwa jeshi la Sudani lilikuwa lina uwezo wa kumiliki anga hmm. Yani kuwa peke, ndio walikuwa na wazidi RSF na ndio maana mwanzo kabisa wa mzozo, mwanzo kabisa wa mzozo uliona RSF mashambulizi ya kwanza walifanya kwenye kambi ya anga ya Marowe hmm. Pale Khartoum kuwa waidhibiti ile ya anga ili waweze kupigana chini. Kwa hiyo, shida kubwa ilikuwa wote wana nguvu, kila mm -hmm. mmoja anaona kuwa mimi naweza kuwa juu ya huyu, na mzozo ulianza katika mazungumzo ambayo yalikuwa yanawaingiza RSF kwenye jeshi. Sasa e, tunafahamu yako mengi, lakini tutapata muda wa kuzungumza zaidi e, kuhusiana tukiachana na, na, na, na mgogoro huu, mgogoro mwingine mkubwa unaotolewa macho sasa hivi bado ni kati ya Urusi na Ukraine. Tumeona e, waziri wa mashauri ya kigeni wa Marekani, Marco Rubio amezungumza E, kwamba kuna maendeleo mazuri kusiku kukamilisha makubaliano kati ya Urusi na Ukraine. E, kuna wasiwasi kutoka Kiev kwamba inawezekana mpango Marekani alionao ukampendelea zaidi Urusi na ndio ulivyozungumzwa mm. na ndio ulivyojadiliwa na maseneta pia wa Marekani. Kuna, kuna, kuna, kuna, kuna malumbano ambayo nimeona yanaendelea ndani ya Geneva, lakini nimeona ndani ya Marekani mm hasa kwa jana Jumapili ndio kumekuwa na malumbano makali zaidi. Unajua, maseneta baadhi ya Wamarekani walitoa taarifa hmm, wakasema kuwa ukisoma vifungu ambavyo vimependekezwa, mbona ni vifungu vile vile vya Urusi moja kwa moja, kuwa hivi natoka wapi? Halafu wale maseneta wakatoa taarifa kuwa walizungumza na wizara ya mambo ya nje ambayo iko chini ya Marco Rubio, kuwa ikawapa taarifa kuwa yale hayakuwa mapendekezo ya Marekani, yalikuwa ni mapendekezo ya urusi. Baadaye Rubio alikanusha hizo taarifa mm, tayari maanake kuna, kuna mzozo kuwa zimeandikwa na nani kwa sababu ukiyasoma vile vifungu vingi viko kwa Urusi ambavyo Ukraini walikuwa na vikataa, lakini mzozo ulioendelea na mijadala inayoendelea Geneva, hata E3 wametoa taarifa. E3 ni Ujerumani, Uingereza na, na Ufaransa, wamesema kuwa yale hatukubaliana nao. Kwa hiyo alichokizungumza Rubio na alichokizungumza Zelenski ni katika mazungumzo ambayo wanazungumza tena upande wa pili yani, ni, ni, ni yani, kuna vitu fulani viko hivikuwa mazungumzo walizungumza Urusi Marekani wakakubaliana hmm. haya tutayapeleka mezani. Marekani alivyopeleka mezani, sasa yanazungumzwa kati ya washirika wa Ulaya na Ukreni bila Urusi tena. Hii taarifa anayoitoa Marco Rubio na taarifa anayoitoa Zelenski ni taarifa za upande mmoja hmm. Kuwa si sisi tumependekeza haya na tumepiga hatua yani, wamepiga hatua bila kuwasiliana na upande wa pili, kuwa nyie mnasemaje, kwa sababu hajashirikishwa tena Urusi kwenye haya mazungumzo. Maanayake kuwa unajua, unakimbia kwenye tope hmm. still uko pale pale Yani yale tuliona kipindi cha nyuma, wakakutana Alaska, sijui kufanya nini. Mimi nikiutazama mzozo nauona uko pale pale yeah. Eh, yani sioni hiyo, mm. kauli ya Rubio ya wa kusema wamepiga hatua au wanaelekea njia nzuri bado sioni. Mara ya mwisho Trump kukutana na mm, e, Putin Putin kule Alaska mm. e, ilitoka ahadi kwamba kutakuwa na sasa mkutano wa kwenye, kwenye diplomasia anaita trilateral talk mm -hmm. e, kati ya mataifa haya matatu, Marekani ambaye amejipa ameji kazi ya kuwa msuluhishi anamkutanisha mm -hmm. Urusi pamoja na Ukraina, maanake marais hawa watatu utaona wamekutana mpaka sasa hivi imepita ni miezi eh? Ime, imepotea kabisa na wala haipo, baada ya mkutano wa mwisho. Shida nini? Mkutano wa mwisho ule walikutana baada ya Trump, unakumbuka alivyozungumza na Putin, ukafata mkutano wa, wa Trump Zelenski na washirika wa Ulaya, wakafanyia Marekani, walienda kwa wingi mm mada kuu ilikuwa ni dhamana dhamana dhamana. alafu baada ya pale ikapotea, ndio imekuja kuibuka tena hivi sasa. Sasa ugumu wa hili, kwa nini ameibuka haya? Kama unakumbuka wiki mbili zilizopita tumejadili kuhusu kashfa ya rushwa yeah, iliyotokea ndani ya Ukraini. Yani inaonekana kama kuna shinikizo ambalo marekani sasa analipeleka kwa nguvu ili kumaliza kwa kupitia mzozo wa ndani wa Ukraini. Baada ya kuvurugika Ukraini, kuwa tunampa shinikizo, ndio maana jana kupitia mtandao wa uh, Truth eh, Trump aliandika kuwa hawana shukurani kwa kile ambacho tumewafanyia, tumewasaidia kila kitu kwenye vita, lakini hawajawahi kutushukuru. Zelenski akaenda kujibu kwenye mtandao akasema, tunawashukuru G7, tunawashukuru Marekani, tunawashukuru kwa kila kitu, yaani moja kwa moja yani, lile dongo alikuwa amelipiga. Kwa hiyo ni kama vile Marekani anatumia presha kwa sababu ametoa mpaka Alhamis yeah ukrani wao amesha jibu, yani ameweka deadline Alhamisi, tunataka mwwe mmejibu mmeshakubaliana. Wakati huo washirika wa Ukreni wamesha goma, wanaambia haya hatu yataktarajiri ni vita bado iko bado. Aya, subiri tuone mambo takavyo kani. Ibrahim Rahabi, mchambuzi wa masuala ya Kimataifa.